waziri mkuu Raila Odinga imetoa kumbukumbu ya kiongozi huyo wakimtaja kuwa kiongozi shupavu na aliyejitoa kuwatumikia wananchi kwa upendo na uaminifu. Bintiye Winnie Odinga ameeleza nyakati za mwisho za Odinga akibaini kuwa aliondoka duniani akiwa mwenye nguvu, heshima na fahari ya maisha aliyoyaishi, huku mkewe Ida Odinga akimkumbuka kama mtu aliyekuwa na bidii na asiyekata tamaa akiwasihi Wakenya kujiepusha na ufisadi na wizi wa mali ya umma kama alivyofanya Odinga. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kwa Wakenya alikuwa kiongozi jasiri na mpiganiaji wa demokrasia, ila kwa familia yake alikuwa mume, baba, ndugu na hata babu kwa wajukuu wake. Aya. Aya. Ibada hii ya wafu ikitoa nafasi kwa familia yake kuzungumzia kiongozi huyo kwa upande ambao kama familia walimtambua wakimtaja kuwa shujaa aliyejitolea kuitumikia Kenya na Wakenya kwa upendo na ujasiri. Dad embodied resilience, courage and unwavering commitment to the ideals of freedom and justice. I will continue to fight for values he believed in. Justice And service to others. Bintiye Winnie Odinga akiyakumbuka majina ya majazi aliyowahi kupewa Odinga kutokana na ushupavu wake kama kiongozi, Huku akisimulia nyakati zake za mwisho walipokuwa naye nchini India, akipokea matibabu na kubaini kuwa aliondoka duniani akiwa mwenye nguvu, heshima na fahari ya maisha aliyoyaishi.

Mkewe Mama Ida Odinga akimtaja kuwa mtu mwenye bidii asiyekata tamaa na mwenye moyo wa kusamehe na kuwataka Wakenya kuiga mfano huo, huku akitoa wito kwa viongozi kujiepusha na tamaa, ufisadi na wizi wa mali ya umma. Raila hated dishonesty. He hated dishonesty. He hated greed. The greed that have affected the main fabric of our society. The greed that leads to stealing from the public coffers. The greed of leading that leads to corruptions. Aidha amesema kuwa katika siku zake za mwisho, Raila alisisitiza sana kuhusu haja ya kuwahimiza Wakenya kuishi kwa amani na utengamano. One thing that he kept on repeating to me is that we must urge Kenyans to live in peace. He kept on repeating that we must have repeated to our Kenyans we live in peace. Nduguye wa toka ni toke Uburu Odinga akisimulia maisha yao ya utotoni na kuweka wazi nafasi ya Odinga katika familia yao. But Raila was a no nonsense man. He entertained no mediocrity. Raila did not want mediocrity. If you came across him with lies or something mediocre His left hand was very fast. He could give you something to teach you a lesson. James Mwangi, Undugu TV.